Yeah, okay, ndio sasa tukaenda. Ilikuwa gari kubwa, gari sma sana, gari mm za -hmm. kifahari tu gari tu gani, siko poa kule. Na sisi kuna gari unaonanga yenye mm -hmm. gari mpoa, na hiyo gari ulikuwa unaweza kuona <laughs> na <Bapina. laughs> zangu zimeshika, ukumbuke <laughs> so, so, hata ile inaweza kuwa ni gari poa kwa macho yako, lakini haikuwa tapoa, lakini ilikuwa fine. Hii gari likuwa poa, na huyo msee akanichukua. Alafu na before that, huyo msee bado alikuwa amenilewesha sana usiku. Nilikuwa nimekunywa sana. Mule, lala kwanza, baadaye tukaklap, tukakunywa naye, tukakunywa. Na baadaye ndio nikatoka home, nilikuwa nimemeza hizo ma-white. Sasa hizo dawa huonangi kitu kubwa hakuna kitu kubwa unaonanga mbele yako, akutukuma usiku saa nane. Tukaenda na yule msee. Uh -huh.

Sasa mimi najanga kuna vile ni kama aliongananga nikaona tumepita, lakini saa ngapi ni masaa nani okay? Nielekea ni usiku lakini nikiangalia hivi kando hakuna lights, alafu naanza kuona tumsalaba sasa hapo kwa simenti ya masungu huko kwenye watu simentiwa, mm. Nikaanza saka kwa nini like nimeanza kufikwa na wasiwasi nashindwa huku ni wapi, naangalia na mzee msalaba.